Yes, mpenzi mtazamaji wa Ahmed Ali TV, niko hapa kukuangazia habari mbalimbali kuhusiana na soka nchini Tanzania, ikiwa ni kombe la shirikisho la Afrika. Leo hii ndo fainali ya mwisho itakayopigwa pale katika viwanja vya Amani Complex Zanzibar, Simba akiwa nyumbani, RS Berkane akiwa ugenini. Ikumbukwe game ya kwanza kati ya Simba Sports Club pamoja na RS Berkane, Simba Sports Club alipigwa magoli mawili kwa sifuri. Je, mnyama leo ataweza kulipa kisasi pale Amani Complex Zanzibar au la? Kwenye ibada ya leo, Mwamposa atabili matokeo ya Simba, asema alishasema kutoka mwanzo ya kwamba Simba watashinda kuanzia magoli matatu kwenda juu na hiyo itakuwa ni kwa sifuri. Ameendelea kusisitiza katika ibada zake za siku ya leo ya kwamba Simba ndiyo bingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Amesema RS Berkane watafanya wanavyoweza, watacheza mpira wanavyoweza, lakini matokeo yatabaki nchini Tanzania. Hiyo ni kauli ya nabii profeti Mwamposa. Ametabiri hayo, amesema Mungu wa mbinguni ndiye aliyemwambia, na Mungu anayemwamini yeye kamwe hajawahi kumwangusha. Tusubiri tuone gemu itakuwaje. Na usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti katika chaneli yetu pendwa hii ya Ahmed Ali TV, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zinazojili siku hii ya leo. Karibu.